kenya na jirani yake tanzania zimejikuta katika jukwaa tofauti la kidiplomasia ukizingatia hali ya kisiasa tangu uchaguzi mkuu wa tanzania uliogubikwa na utata kufanyika oktoba 29 baadhi ya wanasiasa wa upinzani wamekimbilia kenya ili kujificha kwa kuhofia usalama wao rose maemba ni mwanasiasa wa chama cha chadema cha upinzani na anaamini kuwa tanzania haijatulia kwa ujumla wake Nchi bado haijatulia, nchi bado haijatulia, kamata kamata zinaendelea, vitisho vinaendelea, watu bado hawajarudi majumbani. Labda kama anazungumzia watu ambao wanampraise yeye yeah, au wanaweza wakawa wako na amani kwa so, sababu ili uishi Tanzania kwa amani inabidi usiwe unaipinga kabisa serikali. Baadhi ya wanasiasa hao wamelazimika kusaka usaidizi kutoka kwa Umoja wa Mataifa kupitia shirika la UNHCR ambalo bado halijawapa jibu rasmi. Shija Shibesh ni mwanachama wa Chadema na anaelezea kwa usalama wao uko hatarini. E, vitisho vipo vinaendelea. E, kwa sababu sijarudi nyuma katika kuzungumza kile ambacho nakiamini na, na kimsingi tunachokiamini vijana na Watanzania kwa ujumla e, e. Sasa wale ambao wananufaika na hayo manyanyaso wanaendelea kututisha, lakini mwisho wa siku hatuwezi kukubali kurudi nyuma. Chama cha CHADEMA kimeipinga hatua ya serikali ya Rais Samia Suluhu kuunda tume ya uchunguzi wa vurugu za uchaguzi mkuu uliopita. Kulingana na Rose Maemba wa CHADEMA, Tanzania inahitaji ukweli na haki kwanza kabla ya mengine. Tumekuwa na chaguzi nyingi za hisani lakini sio chaguzi zile za kikatiba kwamba e, jimbo fulani ameshinda mtu fulani atangazwe mtu fulani, haiko hivyo. Na e, kumekuwa na tume zimeundwa toka mwaka tisini na moja e, iliundwa tume ya jaji Nyalali. tisini na tisa e, imeundwa tume ya Robert Kisanga. Tumekuja kuwa na tume ya Warioba. Zote tume hizi zinazungumza juu ya kubadili mifumo ya kiutawala na ya kiutendaji ya nchi yetu. E, tutoke kwenye rais. Kwa sasa nchi yetu rais ana madaraka makubwa, anaishi juu ya katiba, yaani anaweza kufanya chochote, ni Mungu mtu. Kilio cha wanasiasa wa upinzani ni mageuzi ya katiba kufanyika ili kuwapa wananchi viongozi wanaowataka. Anasema Shija Shibesh. ningependa kuona haki, ukweli, uwajibikaji unaofanyika katika taifa langu e. Sasa, ili haki na ukweli na uwajibikaji vipatikane, lazima tuwe na mifumo ambayo inajisimamia yenyewe, tufanye reforms, tuingie kwenye uchaguzi ulio huru na haki. Watanzania waweze kupata serikali wanayotaka wao, wapate bunge wanayotaka wao, wapate madiwani wanaowataka wao. Baada ya hapo watengeneze katiba itakayowaongoza kuelekea maendeleo ya kweli. Jumuiya ya Afrika Mashariki ina wajibu wa kulinda uhusiano wa kidiplomasia na pia raia wake kisheria.